Leo tunaenda kuzungumzia faida kumi za kiafya za mchaichai au lemon grass. Mchai mchaichai au kwa jina lingine lemon grass ni mmea wa dawa unaotumika sana kwenye tiba asilia na hata kwenye vyakula na vinywaji. Hii ni kwa maeneo kama Afrika au mashariki na Asia, yani Afrika mashariki na Asia. Hebu ni kupatia faida zake kumi kiafya kwa undani pamoja na mifano halisi kwa kila faida husika. Faida ya kwanza ya mchaichai ni kupunguza msongo wa mawazo kwa maana ya stress. Mchaichai una harufu ya kutuliza na kemikali za asili zinazosaidia kupunguza wasiwasi wasi na msongo wa mawazo, unapotumiwa kama chai au mafuta ya kupaka husaidia kutuliza nini, akili. Mfano, mtu aliyekuwa na siku ngumu kazini anaweza kunywa kikombe cha chai ya mchaichai jioni ili kupunguza msongo na kusaidia kupata usingizi mzuri. Faida ya pili ya mchaichai ni kuboresha mfumo wa hewa, yani respiratory system, mfumo wa hewa. Mchaichai husaidia kupunguza kikohozi, mafua na kubana kwa kifua kwa sababu ya asili yake ya antibacterial na anti-inflammatory. Ni Kiingereza, yani inapunguza mauvimbe na pia ina uwezo wa kuua bakteria. Kwa hiyo inasaidia katika afya yako ya mfumo wa hewa kwa sababu inaondoa kikohozi. Mfano, mgonjwa mwenye mafua na koo kuuma anaweza kufyonza mvuke wa maji yenye mchaichai au kunywa chai yake ili kupunguza maumivu na kuzibua pua. Faida ya tatu, faida ya tatu ya mchaichai ni kwamba mchaichai unasaidia katika kupunguza uzito. Mchai chai huongeza kasi ya mmeng'enyo wa chakula yani metabolism na kusaidia mwili kuchoma mafuta kwa ufanisi zaidi, pia huondoa sumu mwilini. Kwa hiyo, mchai chai unaongeza metabolism kwa maana huongeza kasi ya mmeng'enyo wa chakula, lakini pia inasaidia kuondoa sumu mwilini. Mfano, mtu anayepunguza uzito anaweza kuanza siku kwa kunywa chai ya mchai chai bila sukari ili kusaidia mwili kuchoma mafuta. Faida ya nne ya mchaichai ni kwamba kwa wanawake, mchaichai hupunguza maumivu ya tumbo wakati wa hedhi kwa sababu ya uwezo wake wa kulegeza e, misuli ya ya uterus. Kwa yu, kwa kwa hiyo kama unajisikia maumivu ya tumbo wakati wa hedhi basi unaweza kutumia mchaichai kwa sababu mchaichai unasaidia kulegeza misuli ya uterus. Ah, uh, mfano mwanamke mwenye maumivu makali ya hedhi anaweza kuchemsha mchaichai na tangawizi, akanywa maji yake ili kupata unafuu ya haraka. Faida ya tano ya mchaichai ni kwamba mchaichai husaidia shinikizo la damu kuwa kawaida. Eh, yeah. Mchaichai husaidia kupunguza shinikizo la juu la damu kwa kulegeza mishipa ya damu na kuimarisha mzunguko wa damu mwilini. Mfano, mtu mwenye historia ya shinikizo la juu la damu anaweza kuanzisha utaratibu wa kunywa kikombe cha chai ya mchaichai kila asubuhi. Kwa kama unaona shinikizo la juu la damu basi unaweza kutumia kikombe cha mchaichai kila siku asubuhi. Faida ya sita ya mchaichai, hii ni faida kubwa sana, ni kwamba mchaichai husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Mchaichai una virutubisho kama vitamini C na antioxidants vinavyosaidia kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya maradhi mbalimbali. Mfano, wakati wa msimu wa mafua na baridi, familia inaweza kunywa chai ya mchaichai na athari ili kujikinga na homa. Kwa hiyo, msimu wa baridi, ili kupunguza uwezekano wa kupata homa na mafua, basi unaweza ukakaa na kunywa chai ya mchaichai kila siku asubuhi. Okay, faida ya saba ya mchaichai ni kwamba mchaichai utibu maambukizi ya bakteria na fangai, yaani eh, sijui Kiswahili cha, cha fangai ni nini? Kwa hiyo inasaidia kutibu maambukizi ma, ma, ya bakteria na fangai. Mchaichai una uwezo wa kuua bakteria na fungus, eh, fungus wanaosababisha maradhi ya ngozi na tumbo. Mfano, mtu mwenye fungus kwenye vidole vya mguu anaweza kutumia maji ya mchaichai kujiosha au kupaka mafuta ya mchaichai kwenye eneo lililoathirika. Faida ya nane ya mchaichai ni kwamba mchaichai unasaidia kuondoa sumu mwilini. Kwa Kiingereza inaitwa detoxification. Mchaichai huchochea figo na ini kutoa sumu nje ya mwili, kusaidia afya ndani na ngozi kung'aa. Kwa hiyo kama unataka ngozi yako ing'ae, na mwili wako usiwe na sumu basi, unatakiwa utumie mchaichai. Ae, mfano mtu anayehisi kizunguzungu au mwili kuwa mzito baada ya kula vyakula vyenye mafuta mengi, anaweza kunywa chai ya mchaichai kwa detoxification au kuondoa sumu mwilini. Faida ya tisa ya mchaichai ni kwamba mchaichai husaidia kuondoa gesi tumboni kwa maana nyingine mchaichai usaidia sana matatizo ya tumbo. E, hii ni kwa sababu mchaichai usaidia kuondoa gesi tumboni, kupunguza kiungulia na kuimarisha mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kama una magesi tumboni, unataka kupunguza kiungulia basi, unaweza ukatumia mchai chai. Unatumiaje Mchai chai? Baada ya kula chakula kizito mtu anaweza kunywa kikombe cha chai ya mchai chai ili kupunguza uvimbe tumboni faida ya kumi na mwisho kwa leo, japokuwa zipo faida nyingi sana za kutumia mchaichai, ni kwamba kwa sababu ya asili yake ya kutuliza, mchaichai husaidia watu wanaosumbuliwa na usingizi mchovu, yani kwa Kiingereza insomnia, ya kupata usingizi wa haraka na utulivu. Kwa maelezo mengine ni kwamba mchaichai unasaidia kuleta usingizi eh, na kupunguza msongo wa mawazo. Mfano, um, mtu anayeshindwa kulala vizuri usiku anaweza kunywa chai ya mchaichai dakika 30 kabla ya kulala ili kumsaidia kupata usingizi wa haraka. Kwa hiyo, hizi ndio faida kumi za mchaichai ambazo nimekupa leo na ambazo zitakusaidia kupata eh, kukonvince kupanda mchaichai nyumbani kwako au kununua mchaichai wewe ndani mwako. Endelea eh, kufuatilia YouTube channel yetu mpaka wakati mwingine. Bye bye.